Niko na story ya msanii kutokea kule Atlanta, Offset, moja kati ya msanii pia ambao pia walikuwa wanafanya poa zaidi e, katika kundi lao la Migos ambalo pia alikuwa linaweza kuundwa na, na wasanii kutokea e, bana huko. Sasa kutokana na mahusiano yake yeye pamoja na Cardi B, moja kati wanawake ambao pia amekwisha kufanikiwa kuweza kuzaa naye. Sasa msanii wa muziki wa rap kutokea Atlanta, Offset, ameweza kuzifunga akaunti zake za X ambayo zamani ilikuwa inafahamika kwa jina la Twitter na Instagram e, kufuatia tukio la kulipuka e, hadharani ambalo pia husishwa na taraka yake ambayo pia inaendelea na Cardi B pamoja na uhusiano mpya wa Cardi B na mchezaji wa mipira ya kikapu unaweza kusema basket, eh, basketball ambaye inafahamika kwa jina la Stefon Diggs. Sasa mwishoni mwa wiki, eh, wiki hii pia eh, kulikuwa kuna story nyingi sana kuhusiana na Cardi B pamoja na mchezaji eh, wa timu ya ambayo inafahamika timu yake inafahamika kwa jina la eh, New England Patriots, Stefon Diggs, pia waliweza, waliweza kuonekana kwamba wakiwa wakiburudika kwenye yacht, jambo ambalo pia liliweza kusababisha uvumi wa mitandaoni kuhusu uwezekano wa kuwa na uhusiano wa kimapenzi baina yake pamoja na Cardi B ambaye alikuisha kuwa mpenzi wa Offset. Sasa Offset alionekana kuto kufurahishwa na umaarufu ambao pia waliweza kuupata wawili hao na kuweza kuandika kwenye kwenye ukurasa wake wa X kwamba

Noma sana. Kabla ya kuweza kufuta eh, akaunti yake na pia aliweza kupost mfululizo wa machapisho ambayo sasa eh, kwa sasa pia ameweza kufutwa, likiwemo moja lililosema sasa mtu akifa kwa kuji, eh, kwa, ku, kwa kujaribu eh, kuchezea mwanangu msinilaumu. <laughs> Noma sana. Na hili likimaanisha picha iliyomwonyesha eh, mtoto wake ambaye anafahamika kwa jina la Wave akiwa na mtindo wa nywele unaofanana na Diggs ambao pia uliweza kusababisha eh, kejeli mitandaoni. Sasa Offset, Offset pia ni msanii wa rap kutokea huko katika kundi la Migos kama nilivyokuambia before, eh, mara baada ya kuweza kufuta eh, hizo hizo akaunti zake za Instagram kufuta picha, kufuta kila kitu mnamo Juni hiyo yu hapo 3 mwaka 2025 ambayo ni siku ya jana, mara baada ya hizo picha kuweza eh, kusambaa. Sasa Offset aliweza kuchapisha ujumbe huo akimaanisha eh, ya kwamba mara baada ya kuweza kuona zile picha za mpenzi wake naweza kusema ex wake ambaye amekwisha kumpa E, taraka mara baada ya kuweza kuona mtoto wake au moja kati ya watoto ambao pia amekwisha kuzaa na Cardi B, ameonekana amesuka e, aina ya msuko ambao amesuka, ambao inasemekana ni mpenzi mpya wa sasa hivi wa mchezaji wa basketball ambaye anafahamika kwa jina la Diggs kutokea e, huko, huko e, nchini Marekani. Sasa e, Offset ameweza kuona kwamba Kuo, Cardi B pia ameweza kutoka kimapenzi na mshikaji and then na mtoto wake ambaye pia amekwisha kuzaa naye amesuka staili ya nywele kama ile ambaye amesuka E, mpenzi wa, Cardi B wa sasa hivi mpya ambaye yanasemekana hivyo, na ndio maana akasema kwamba mkiona mtu ameweza kuuawa kwa sababu ya mtoto wangu e bwana, msishangae. Na hii inaonyesha dhahiri kabisa kwamba Offset amekuwa anawivu, lakini ingalia kuwa amekwisha kumpa talaka Cardi B, lakini kitu ambacho kimemkera ni kwamba kwa nini mtoto wake asuke e, msuko ambao amesuka mpenzi mpya wa Cardi B. Vipi maoni yako e bwana, ukiachana na mpenzi wako ambaye umekwisha kuzaa naye and then akaenda kupata bwana mwingine alafu labda huyo bwana akawa nasuka au ananyoa mtindo fulani afu mtoto wako ukakuta siku moja yuko naye amea mtindo huo huo and then wamepiga picha ya pamoja wana enjoy wanajilamba na vitu vingine vinakuwa poa kabisa yapi maoni yako kuhusiana na hili drop comment yako hapo utakometisha kina noma like subscribe channel yetu noma utakometisha kina noma noma zile na kabisa that's my name